Uh, Nuhu Online okay, TV. Okay. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Jamani, uh, moja kwa moja bila kupoteza muda, naomba leo tuanze na farming. Naomba tuanze kus kujifunza kuhusiana na cryptos farming na kwa sasa hivi, au kupitia voice hii nitaelezea general Concept, uh, general introduction kuhusiana na crypto farming. Uh, hapa kwenye crypto farming, ili uweze ukaelewa vizuri kuhusiana na crypto farming kuna vitu vitatu uh, kuna vitu viwili kwanza unatakiwa vifahamu kwanza. Uh, inatakiwa ufahamu uh, nini maana ya smart contract uh, lakini pia unatakiwa ufahamu nini maana ya DeFi, lakini kitu cha tatu ambacho ni cha ziada pia inatakiwa uelewe nini maana ya blockchain technology. Sasa hiyo blockchain technology nadhani hakuna mtu ambaye haifahamu na aelewe nini maana ya blockchain technology. Smart contract nilielezea wiki jana, nilielezea wiki jana kwa sababu nisinge na moja kwa moja direct kwenye farming wakati, uh, kuna vitu ambavyo natakiwa uvijue na haukuvijua ha, ha uvijua, au hamjavijua. So, kuhusiana na smart contract nadhani nilieleweka na sidhani kama kuna haja ya kurudia kuhusiana na hicho kipengele cha smart contract uh, lakini Uh, kwa haraka haraka hapa tuangalie nini maana ya DeFi kwa sababu ndani ya DeFi ndio unapata hizo issues za farming, staking, borrowing and lending. Japokuwa sisi staking na farming tumeziweka sehemu mbili tofauti, lakini zipo kwenye DeFi japokuwa ni to, zina utofauti. Kila kila moja ina namna yake ya utendaji kazi na namna ambavyo uh, mtu unaweza ukaitumia na kutengeneza hela, lakini kiufupi kwenye DeFi ndio tunapata mambo ya staking, mambo ya farming, mambo ya crypto borrowing and lending na mambo mengine kama kama hayo. Sasa a, uh, uh, DeFi ni kilef, uh, ni kifupi cha neno decentralized uh, finance. E, na ili tuangalie, ili tuuelewe tuwe vizuri kuhusiana na decentralized finance ni lazima uelewe vizuri kuhusiana na centralized finance au mifumo hii ya kifedha ambayo iko centralized. Kwa mfano mifumo ya kibenki na vitu vingine kama hivyo. Kwa mfano, tukiangalia kwenye hii mifumo ya kifedha tuliyonayo ambayo iko centralized dia, especially mifumo ya kibenki uh, tunaona kwamba chochote kile ambacho tutakachokifanya, kwa mfano ukitunza hela yako benki, lazima utakapotaka kutoa walipe fee au uh, walipe interest kwa ajili ya kukutunzia hiyo hela. Utakapokufanya, utakapotaka kufanya muamala utatakiwa ulipe, utakatwa kiasi fulani ambacho kitaenda kwenye benki, lakini pia uh, una, mtu anaweza kakopa mkopo benki. Ukikopa mkopo benki lazima unapoenda kurudisha urudishe kwa chaji fulani au kwa riba fulani au interest fulani, labda umekopa milioni mia utarudisha milioni mia labda milioni uh, mia uh, ishirini mi, uh, uh, uh, na kuendelea, au kama ulikopa labda milioni 20 urudisha milioni 30, yani whatever, imradi lazima urudishe interest, au unaweka masuala ya mortgage labda unaweka nyumba Eh, kama dhamana unachukua mkopo benki na vitu vingine kama hivyo. Lakini ili uchukue mkopo benki, kuna document lazima uzijaze, usame, usaini contract nini ambazo hizo contract utabaki na copy, lakini pia na benki itabaki na nakala ni kesi kiatokea kitu chochote uh, ili pale inaitwa mezani na mambo mengine kama haya. So utakuja kuona mifumo mingi ya kifedha au hizi centralized finance uh, kila kitu wachuki, kwanza zinachukua muda mrefu. Kwa mfano ukitaka leo kuomba mkopo benki, sawa Lazima uh, ni lazima uta- uta- utaamini uta, utahitaji kwenda benki, utaenda na vitambulisho, utaenda na vitu, kitu ambacho tiweka dhamana, utahitaji na ni document. Kwa kifupi, sio swala la dakika zi- dakika chache, lazima ichukue uh, labda masaa kadhaa, sometimes inaweza hata siku mbili siku tatu, kulingana na Uh, na na na, mkopo ambao una aina mkopo ambao unachukua mwingine, utahitaji kuleta wadhamini sijui, utahitaji kuleta kitu ambacho kitakikia dhamana, sijui pasipoti yako, vitu vingi vingi ambavyo vitakuwa vinakutambuli uh, vinakutambulisha uh, vinakutambulisha wewe eh vinakutambuli. Sasa kumbuka, blockchain technology ni mfumo ambao una, una unahamisha uh, unahamisha sasa mifumo mbalimbali mbali, eh, katika ya kifedha ya, ya kibenki mifumo yote inatoka kwenye in centralized centralize way kwenda kwenye decentralized way, kwa huku olo, uh, aolo uh, all system zinakuwa anda nini under uh, decentralization uh, au uh, decentralization au decentralized power eh, kwa kila kitu kinakuwa hakina mtu ambaye anakicontrol, kinakuwa ni decentralized way, lakini pia siwe ni decentralized way peke yake ni very very secured. Sasa Uh, kumbuka kumbuka, uh, blockchain kama blockchain yenyewe imekuja kufanya evolution kwenye sekta nyingi nyingi. uh, blockchain itself ni evolution of internet, kwamba blockchain ni internet, kama internet ya kawaida, lakini yenyewe ina sifa zote za internet ya kawaida, lakini pia ina sifa ambazo ni unique, ambazo hizi internet ya kawaida haina. Mfano wa hizo sifa ni kama a uh, internet hii inakuwa ni decentralized, hakuna mtu ambaye anaweza akaicontrol kwa kila kitu ambacho kitaendeshwa au kitatengenezwa under this under this network kinakuwa in a decentralized way. Hakuna mtu ambaye anaweza akafanyeje, anaweza akakikontrol wala akiendesha wala mtu anaweza kafanya udanganyifu wowote uh, kwenye nini kwenye hii internet ya decentralized. Kwa hiyo wenyewe imekuja kufanya evolution kwenye swala zima la internet. Tunaona internet iliyopo kwenye web 1, internet web 3, tunaona madhaifu yake. Kwa mfano internet web 1 tulitumia kwenye maswala ya kusoma tu, kwenye maswala mengine huwezi. Kwa mfano kama ukienda pale kwenye maswala ya ya yaho au ya maswala masuala kama yaho kwenye yaho unaweza ukafanyaje? Uh, au hizi hizi uh, opera mini unasoma tu uh, Google unasoma tu, lakini huwezi ukacomment wala ukashare kitu chochote. Lakini imekuja web2 ikawa ni maendeleo ya internet web internet ile ile, lakini wakaja kaongezea masuala ya kuwrite kwamba unaweza ukafanyaje ukasoma uka kitu na ukawrite ukacomment ukafanya nini, lakini data zako zote zinakuwa zina zinakontroliwa na mtu mmoja. Leo unaweza kutumia Uh, YouTube sawa, kwenye internet web tu unatumia YouTube uh, unatumia Facebook. Uki nataka kutumia Facebook lazima ujisajili eh, uandike email yako, weke majina yako, namba zako za simu. At the end of the day, ndio unaweza kuitumia nini, uh, unaweza ukaitumia uh, unaweza ukaitumia uh, uh, uh, Facebook Eh, lakini taarifa zako tayari anakuwa nazo miliki mwenyewe, kwa sababu umetoa taarifa zako namba zako emeli zako kila kitu anakuwa nacho. Kitu chochote nachofanya lazima akuone, kwa hiyo internet webu wani na webu tu matatizo yake yalikuwa, uh, palikuwa hamna privacy, lakini pia Uh, uh, uh, panakuwa nini, panakuwa kuna watu wachache ambao wanafuu wanakuwa ndio wananufaika na wana control mfumo mzima kwa ujumla. Lakini kwenye swala zima la web3 ambao tunazungumzia blockchain technology ndio tunakuja kuona decentralized uh, decentralization power, kwa maana ya kwamba kila kitu ambacho kipo huku a uh, uh, kinakuwa ni decentralized way. Kwa mfano kwenye internet version 1 ambao ndio internet web1 na web2 Uh, tunasema au internet toleo la kwanza, ambao ndiyo internet ya kawaida, tunasema application ambazo zinakuwa zinatengenezwa kupitia internet hiyo zinakuwa na wamiliki uh, kadha wa kadha, ambao hawa wamiliki uh, wanakuwa na control uh, information zako wewe, ukiwa kama kwa mfano ukiwa unatumia Facebook wanakuwa na taarifa zako na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hizo tunasema app ambazo zinakuwa build kwenye huo internet version 1 ni zile centralized app lakini, kwenye kwenye blockchain blockchain ni ni, ni mtandao lakini, mtandao toleo la pili, mtandao ambao hauwezi kuuingilia, mtandao ambao kila kitu kinakuwa decentralized. De maana hii na maana gani hii? Ni kwamba uh, blockchain kama blockchain yenyewe au hii mta, au mtandao ambao ni decentralized, ambao ni blockchain, na wenyewe unakuwa na application zake ambazo tunaziita d apps decentralized application. Kwa application ambazo zinafanya kazi huko kwenye internet version 2 ambayo ni blockchain zenyewe zinakuwa ni decentralized way. Daps. Mana, uh, huku, kuhu, daps, kwa hiyo tunaziita dapps. Na ndio maana huku hizi dapps kwa mfano mambo ya banking swap, hizi ni decentralized application ambazo hazikontroliwi na mtu, lakini unaweza kupata huduma kama za kuswap kufanya nini, eh, kuf, kustake, kufarm, vitu vingi unavipata kwenye hizo decentralized application ambazo ni application ambazo zinakuwa zimetengenezwa kwenye blockchain ya uh, kwenye hii teknolojia ya blockchain au uh, kwenye mfumo mzima wa blockchain ambazo zinakuwa zina solve matatizo fulani au zinadili na service fulani, lakini pasipo kuhitaji mtu yote wa katikati kuzifanyeje, kuzicontrol kwa sababu zinatumia nini, smart contract zina zinafanya kazi kwa kodi maalum ambazo tunazita nini, uh, smart contract na vitu vingine kama hivyo. So ili uelewe kuhusiana na decentralized finance, lazima ujue mifumo ya centralized finance ni nini, au mifumo hii ya kifedha tulionayo ambayo inakuwa centralized kama mifumo ya kibenki na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo unaweza benki inafanya kukopa, si kutunza hela, si kufanyeje kuse, kufanye, kila kitu ambacho benki unaweza ukafanya na benki ndio kitu kinachofanywa kwenye nini Kwenye hizi e DeFi au decentralized finance. Tunasema decentralized finance au DeFi is the evolution of nini? of of finance. Kwa hiyo masuala yote ya kifedha huku centralized au local, ya kifedha ambayo yamekuwa yamefanywa mapinduzi na nini? na DeFi. Kwa hiyo huku kwenye cryptocurrency au blockchain, lengo la blockchain ni kuja kufanya evolution kwenye sekta mbalimbali. Tukizungumzia sekta za kifedha kuna masuala ya DeFi. Tukizungumzia sekta za sanaa na lifestyle kuna masuala ya, ya kuna masuala ya NFTs e. Tukizungumzia masuala ya fedha fedha, tunazungumzia masuala ya cryptocurrency. Tukizungumzia masuala ya mikataba, tuna masuala ya smart contract. Tukizungumzia masuala ya mawasiliano, tuna masuala ya metaverse sasa hivi. Tukizungumzia masuala ya makampuni, ama kampuni. Kuna masuala ya DAOs, e, ku kampuni, kuna masuala ya decentralized autonomous organization imekuja ku replace kampuni, kwamba ni makampuni ambayo unaweza au uh, uh, makampuni ambayo hakuna boss, hakuna director, hakuna secretary, hakuna supreme manager. Ni makampuni ambayo wahusika wote ambao wanakuwa pa, ambao wanaparticipate ndio maboss na wote wanakuwa na decision, iko decision sawa na wanakilishwa na nini? Kunakuwa na token ambayo ndio ukiwa nayo unakuwa tayari miongoni mwa memba, au wewe ni shareholder wa, wa nini au wa sehemu hiyo ya nini ya hiyo kampuni. Kwa kuna mambo mengi tutatakiwa kufanyaje kuyafahamu. So humo kwenye decentralized finance nimeshakwambia. Au decentralized finance au DeFi inafanya kazi vitu vyote ambavyo benki inafanya. Kwa mfano kuna maswala ya unaweza uka save, lakini huku tutakuwa tunatumia cryptocurrency, lakini pia uh, na kuna maswala ya smart contract e, huku kwa mfano leo hii unaweza ukataka ku ukitaka kwenda kukopa mkopo benki unaweza ukakopa mkopo benki na na ukatumia na ukapata return, lakini pia leo unaweza ka save lako benki, kila baada ya mwaka kwa unapewa percentage fulani, lakini percentage unakuta ni ndogo kiasi fulani kulingana na mtaji ambao unakuwa umeweka. Sasa huko kwenye DeFi kuna masuala ya kufanyaje? Kuna lend and borrowing, kuna DeFi platform, DeFi pla decentralized DeFi platform ambazo zenyewe zinakuwa zina, zina insure borrowing and lending, lakini pia masuala ya nini, unaweza ka borrow na ukalend nini, kripto zako na ukapata faida eh, hey, na ukapata faida kwa kiasi kikubwa hapo kwenye nini, kwenye DeFi ndio maana tunazungumzia masuala kama staking, kuna masuala kama uh, Ah, uh, farming. Kwa mfano tukizungumzia staking, staking ni kwamba una participate kwenye validation au uh, una participate kwenye kufanya miamala, uh, unakuwa unaweka fundi yako na lock. Unapokuwa una lock inaenda unalo, una lock kwa validator, ambaye validator anakuwa anaenda kufanya validation uh, za transaction kwenye blockchain au kwenye network husika. Mwisho wa siku anakuwa rewarded na some amount of interest eh, kwa kwa kuruhusu kwa kuzikomiti coin zako zikachangia ku maintain security ya blockchain husika uh, matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba uh, unakuwa rewarded na, na nibla sasa. Hiyo kwa nini unakuwa rewarded? Ile ile ile pesa ambayo unakuwa rewarded inaingiaje direct kwenye wallet yako tayari? Ni kwa sababu kuna smart contract kwamba if this will happen then that will happen. Kwamba kama huyu atastake kwenye zake atapata asilimia ngapi? Kwa hiyo smart contract ndio inakuwa inaamua maana. Niambia, kila kitu ambacho kinafanya kazi ndani ya blockchain technology kinahifadhiwa ndani ya blockchain technology, kinaandikiwa smart contract yake. Smart contract yake sasa ndio inatoa majibu au uh, ndio inaamua kwamba hichi kifanyaje kazi. Kwa mfano leo hii ukihold tron usipenda kwenye kustake hawezi kupata reward. Sasa hili uweze kupata reward kwa sababu kwenye strong unaweza ku stake. Unaenda pale kwenye option ya ku stake una stake. Kwa baada ya muda, baada kila siku unakuwa unapata reward. Kile kinachofanya upate ile reward unapo stake ni ile smart contract kwamba if this will happen then that will happen. Kwamba kama uta stake hivi utapata reward ya kiasi fulani. Hiyo reward inaweza kuongezeka wala kupungua. Na utapata kwa sababu tayari kinachorahisisha au facilitate ni maswala ni swala zima la nini smart contract. Kwa hiyo, kwenye DeFi platform Maswala, unaweza ukalend ukafanya ukabolo ka stake ukahold, na pesa zako zikozina kufikia dali kwenye wallet yako via smart contract, bila kuhitaji mtu yoyote wa katikati. Kwa mfano leo hii ukitaka kukopa hela mkopo benki, lazima benki ikusimamie, benki ndio inasimama kama mtu wa katikati kukupa hela na kukutoza interest. Uh, lakini huku unakopa, uh, lakini huku pia una, una, unaweza ka stake coin zako na ukapata litani na ukawa unalipa fee ile fee inaenda kwenye blockchain husika ku maintain secure uh, kwa wale wanao validator au wale ma miners inategemeana na mambo mengine kama hayo. So hiyo ilikuwa ni general concept ya nini, ya kabla vitu vitu vya ambavyo tunatakiwa uvijue kabla kujua DeFi kwa uh, farming kwa farming ni kipengele ambacho kipo mmoja kwenye DeFi sasa farming ni nini? kama farming farming tunasema na yenyewe ni njia uh, ya kujenerate ya kujenerate rewardi kwa kuzilo yani, ni njia mojawapo au fursa mojawapo za kutengeneza kipato au kujenerate reward au kujipatia crypto rewards uh, uh but, <coughs> kwa kuzilock eh, kwa kuziloki coin zako ili zikaende kuf, zikachangia kufanya nini ku, kwa kuloki coin zako ili zikafanyeje fund yako kwenye coin fulani ili zika provide liquidity. Liquidity tunaposema liquidity tunasema ni, ni, is a major of a certain asset to be traded easily to the financial market. Inaposema hivi ni kwa maana kwamba kitu liquidity ni kwamba unaongezea unayonge, thamani ya asset, ya thamani asset fulani na inakuwa inapanda kwa kiasi kikubwa, au unaongezea thamani kwa sababu unapokuwa una, unatumia unani tayari unakuwa unaongeza uhitaji hiyo demand inapokuwa inaongezeka, tayari price inakuwa kwa hiyo unaikuwa una boost, unaongezea nini liquidity. Kwa hiyo kwenye kufarm huku unazilock coin una zako unapokuwa umefarm, maana kufarm ni kulock coin zako, unapokuwa umezilock hazini kufanya participation kwamba kwenye kufanya validation of transaction kama kwenye staking, ila zenyewe unapokuwa umezilock. Uh, zinakuwa zinaenda kufanyeje? A uh, unaenda unazilock kwenye farming pool kama ilivyokuwa na staking pool kule, zinaenda kufanya nini? Kuiongezea ile coin ambayo unakuwa ume lock au ume ume nani umeifarm, inaenda ku participate kwenye kuiongezea nini liquidity. Kwa hiyo coin na coin, wale watu wanaokuwa na farm na farm ile coin inakuwa inafanya inakuwa, uh, price yake inakuwa inapanda na vitu vingine kama hivyo, ni return sasa. Wewe ndio unakuwa unapewa interest sasa huko kwenye farming ni kwamba interest za farming huwa ni kubwa zaidi ya interest au reward unazopewa kwenye staking, lakini licha ya kwa kwamba huku ni, ni kubwa kwenye farming ndio kuna riski za kutosha ku, eh, vibaya mno kuliko hata kwenye staking. Kwao farming ni nzuri sana kama ukipata uh, DeFi pl uh, platform ambayo ni nzuri, kwa sababu kwenye farming huko ndo kuna maswala mmoja kati ya risk. Kuna maswala ya lag path. Lag path ni moja kati ya risk tunaisoma kwenye nini kwenye huko kwenye nini kwenye kwenye kwenye kwenye farming land pathi. Kwa sababu path ni kwamba ni ile unakuta, uh, yule nani coin wale madeveloper wa coin fulani ambao wanakuwa wamekupa wanakupa interest baada ya kuparticipate, wanaamua wanakuwa wanaondoka na ile fund ambayo umeiweka. Kama ukikosea kuweka kwe, kwenye platform ambayo ni nzuri kwao, unakuta wanaondoka na zile coin ambazo wanakuchukua ile fund yako na wakupi interest na unapoteza kila kitu huku <laughs> ndio risk risk zilizopo, utakuja kuona ni risk kubwa sana. Kuna masuala ya smart contract hacking hivi huku uh, sana, utakuja kujua kumbe kumbe na smart contract huwa zinahakiwa. Sasa kama smart contract zinafanya kazi ndani ya blockchain technology na blockchain technology ni vigumu kuhack, inakwaje zinahakiwa? <laughs> kuna vitu vingi utavijua huku, utakapofika kwenye risk utaviona ni kwa namna gani smart contract inaweza kafanyeje, inaweza ikahakiwa, lakini we have long way to go So kwenye staking ni kwamba, I mean kwenye uh, kwenye farming ni kwamba una lock is wealth generating reward kwa ku lock cryptocurrency zako eh, ambazo unakuwa unazifanyia una farming kwa ku lock fund yako kwenye crypto fulani ambayo inakuwa inafanywa farming ili ukachangie ku provide liquidity ya hiyo coin. Sasa, sio kila coin kama ilivyo kwenye staking kwamba sio kila staking inakuwa inafanyaje, a uh, uh, sio kila coin na staking vivyo hivyo, sio kila nini, sio kila coin unaweza ukaifanyia nini, ukaifanyia farming, kwa kuna coin ambazo zipo specifically ambazo zinaruhusu farming, lakini sio coin tu zinazoruhusu farming, kuna huko ndio kuna masuala ya DeFi platform, decentralized finance, ambazo zinaruhusu nini, uh, zinaruhusu kufanya hiyo lending na nani, kwa mfano kwenye trust wallet kuna kwa mfano kuna, kuna same pancake swap kule, ukienda kuingia zama kwenye kule da, kwenye dapps Eh, kuna punk, kule kwenye dat da, kwenye pancake swap kule kuna sehemu ya kufarm ha, hizo ndio platform ambazo zinakusaidia kufanyaje kufarm. Eh, lakini kuna farm kuna kuna farm ambazo kuna defi platform ambazo zinapatikana kwenye exchange eh, kama hizi exchange centralized exchange. Sasa hizo ndio mara nyingi huwa watu wengi wanaibiwa wakitumia hizo kwenye kufanya farming, kwa kuna vitu vingi ambavyo natakiwa kufanyaje uvijue, kwa tofauti kati ya farming pamoja na staking kwamba staking una lock coin zako ili zikafanye validation uh, zika verify transaction kule ambapo zinachangia ku maintain security ya blockchain husika. Mwisho wa siku unakuwa rewarded kwa kwa nani? Kwa kuchangia. Kwa hiyo ndio unakuwa unaparticipate, zile coin zako zinaenda kukuwakilisha wewe, kwa unakuwa rewarded. Lakini farming unaziloki coin zako lakini haziendi kufanya validation za transaction ila zinaenda kuchangia ku provide liquidity kwenye coin fulani. Ile fund uliyoiweka kwenye hiyo coin inaenda kuongeza liquidity ya hiyo coin, kwa mwisho wa siku unakuwa rewarded some interest eh hey, some interest eh hey. Kwa hiyo hiyo ndio general introduction kuhusiana na farming. Kwa kitu ambacho natakiwa tutakaje kuja discuss baadaye uh, kwenye voice tutakao kuja ni umuhimu wa farming uh, as, hasara za farming uh, wapi unaweza kufanya farming uh, kwenye gani baadhi unaweza kufanya farming, na namna ya kufanya uh, farming. Kwa tutakuja kujua taratibu taratibu, ili uelewe, lakini hapa ni kwa makini, wala usikimbilie farming. Yani farming labda usikie kuna project nzuri kwa kufarm farm za interest nzuri, kama ukipata platform DeFi platform nzuri, lakini ukikosea, I say, kuna maswala maana huko kwenye moja kati ya riski za huko ni nzito nzito, kuna maswala ya smart contract hack, kuna maswala ya rug pull, kuna maswala ya ipamia bolosi anaingia hadi huko. Kuna masuala pia ya volatili, kwa kuna vitu vingi sana huko, kwa hiyo risk ni kubwa kuliko hata kwenye kustake, lakini pia interest uh, ni kubwa kuliko hata reward ni kubwa kuliko za kwenye staking, lakini japokuwa risk ni kubwa, kwa kuna vitu vingi hapa, itatakiwa uwe makini so, kwa sasa hivi naomba niishie hapo kwenye hii voice, lakini tutakapokuja kuendelea tuendelee na mambo mengine ambayo nimewambia hapa.